Habari yako mpendwa. Natumaini mzima na kila wakati umekuwa ukipambana kuhakikisha afya yako inakuwa salama kabisa. Kama mimi ambavyo napambana kuhakikisha afya yangu inakuwa salama, lakini afya ya kwako au afya ya mwenzako, afya ya ndugu yako, rafiki yako, ndugu yako, nani jirani yako kuhakikisha inakuwa salama kwa kuweza kumpatia maarifa haya au kwa kuweza kumsaidia namna gani ambavyo anaweza akawa salama kabisa kipindi chote ambacho tutakuwa tunasubiri na hedhi au hedhi yake inakuwa ikimpa mkanganyiko. Sasa leo tuweze kufahamu ni kitu gani ambacho cha muhimu sana ni pale ambapo mwanamke atakuwa na changamoto ya hedhi au maarifa ambayo wengi wamekuwa wakikosa, lakini hali maarifa ambayo watu wengi wamekuwa wakijiaza au taarifa nyingi ambazo mwanamke amekuwa mgu, akizitoa au amekuwa akiamini kwamba ni mzunguko wa siku ishirini na nane, mzunguko wa siku ishirini na nane ni wa kila mwanamke. Jambo ambalo wanatakiwa lifahamu hapa ni kuwa watu kuamini mzunguko wa siku ishirini na nane yeah ni jambo la kawaida kabisa au ni wanawake wote wanapaswa kuwa na mzunguko kwa na wa siku 28? Sasa leo naomba ni kujibu, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ni mzunguko wa, wa siku 28 ni mzunguko wa kawaida, na watu wengi wamekuwa waki, wakiwa na mizunguko tofauti wamekuwa wakichukua hatua au kuweza kupambana kuhakikisha wanakuwa na, na mzunguko wa, wa siku 28, lakini bado imekuwa ikiwashinda. Halafu wengine wamekuwa wakijikuta akipata ujauzito bila kutarajia, ni kwamba anaamini ataenda mzunguko wa wa siku 28. Sasa mzunguko wa, wa, wa siku 28 ulitokana na utafiti mwingi au utafiti ambao ulifanyika kuhusana na watu hiyo mizunguko yao. Ni maana yake walitafuta mizunguko ya wasichana wengi au wasichana wengi waligundulika kwamba na siku 28. Lakini sio tu kugundulika na siku 28. Walichukua mizunguko yote na kutafuta average au wastani wa mzunguko ambao utakuwa constant. Sasa ukaangukia kwenye mzunguko wa siku 28. Kwa hiyo watu wote au wanasanza wakakubaliana kwamba, au vitabu vikakubaliana kwamba mzunguko wa siku 28 ndio mzunguko wa wastani ambao kila mwanamke anatakiwa enao. Lakini wanawake wengi wamekuwa kiangukia kwenye mzunguko wa siku 28, 29, lakini wengi sana zaidi ni 24. Kwa hiyo ikawa kama vile imevuma kwa mtindo huo, kwa kila mwanamke anaamini kwamba mimi mzunguko wangu unapaswa kuwa siku 28. Ni kitu ambacho sio kweli kabisa. Lakini hii eh siku 28 ni haijahakikisha wanawake wote. Yani sasa maana sasa wao wametafuta tu idadi ya jumla ambayo kila mwanamke lazima afikie 28, lakini haijahakikisha wanawake wote yani kuna mwanamke ambaye ana siku 27 24, na kadhalika. Kwa hiyo yenyewe haina idadi au haijahakikisha wanawake wote ambao watakuwa na hiyo mzunguko wa siku 28, lakini haionyeshi tofauti za homoni, maumbile na mazingira, yani maana kama mwanamke atakuwa na changamoto au homoni zake zimepanda, au wakati huo mwanamke atakuwa na, na changamoto kidogo, au wanawake wengine wamekuwa na, na tofauti za homoni na maumbile yao, lakini pia mazingira, wao watakuwa na mizunguko tofauti kabisa. Kwa hiyo wao wao walihesabu kwa jumla bila kuzingatia homoni au maumbile au mazingira ambayo mwanamke atakuwa anaishi kwa kipindi hicho, lakini kuna wanawake ambao na mizunguko tofauti tofauti. sasa <coughs> Mzunguko wa kawaida ambao mwanamke hapaswi kutilia mashaka ni mzunguko wa siku ishirini na moja mpaka arobaini na mbili. Huu ni mzunguko ambao mwanamke hapaswi kutilia mashaka, kama utakuwa ni mwanamke ambao unacheza hapa siku ishirini na moja mpaka arobaini na mbili. Utapimaje wewe mzunguko wako kwamba ni wa siku ishirini na moja? Utapimaje kwamba mzunguko wa siku arobaini na mbili na huwa ni kawaida, ni pale ambapo utakuwa una tendency ya kujirudia mara kwa mara yani utakapopanga, yani utakapohesabu mwezi huu mzunguko wako umeenda siku ya arobaini na mbili, hakikisha na mwezi unaofuata mzunguko wako utapima utakuwa ni siku ya arobaini na, arobaini na mbili, na siku inayofuata au mwezi unaofuata utakuwa arobaini na mbili, na mwezi unaofuata utakuwa arobaini na mbili. Hii itakupa uhakika kwamba ni mzunguko wako na siku ngapi. Mara nyingi huwa nikiwa nafundisha wamama huwa naambia tunaanza kupima kuanzia miezi mitatu mpaka miezi sita. Ni kitu ambacho napaswa kwa nacho makini pale ambapo natamani kufahamu zunguko wako na kuweza kupata ujauzito au kuweza kukwepa ujauzito au kufahamu kwa ujumla tu, na kuhakikisha mwili wako unaofahamu kwa sababu, unapofahamu mwili wako, unapofahamu homoni zako, unapofahamu wezi zako, mzunguko wako wa uzazi unakuwa salama, lakini afya yako ya mwili pia inakuwa salama, kwa sababu chochote ambacho kitaendelea unakuwa nakifahamu, na kikiwa na tofauti, basi utakuwa mwepesi wa kuchukua hatua kwa sababu ushakijua kwamba kitu ambacho haujakizoea na sio cha kawaida kabisa. Kwa hiyo unapotaka kufahamu mzunguko wako, lazima ufahamu ndani ya miezi mitatu mpaka miezi sita. Na siku ya kwanza ambapo wewe tunaanza kuhesabu ni siku ya kwanza ambao unaingia hedhi au siku ambapo mwanamke anatoka na damu, hiyo ndio siku ya kwanza. Lakini mpaka siku nyingine au leo unapoingia damu kwa mara nyingine, hii siku ya jana yake ndio tunaishia hapa na kuweza kuhesabu tena siku nyingine. Kwa hiyo <coughs> kutoka damu ya kwanza kutoka damu nyingine, lakini baada ya hapo tutakuja kutazama tena ni kitu gani ambacho huwa kinatokea, au baada ya kupata mzunguko wa kwanza na baada ya kupata mzunguko wa pili, mzunguko wa tatu na kadhalika, tutakuja kuona nini ambacho kinatokea na kuhakikisha mfumo wa uzazi wa mwanamke unakuwa salama kulingana na siku ambazo anazipata. Kwa hiyo mzunguko wa kawaida ni siku 21 mpaka mbili. Lakini <coughs> ukifanya utafiti inawezekana wewe ukawa ni mtumishi wa afya, inawezekana wewe ukawa ni mama wa kawaida ambayo unatamani kujifunza na kutaka kuelewa hichi ambacho na kizungumza hapa. Chukua kadi yako kwa mama ambayo haufahamu mzunguko wako. Chukua kadi yako ya kliniki ambayo ushio kujifungua sasa. Alafu itazame sehemu ambapo wamejaza mzunguko. Wamekujazia mzunguko wako siku ngapi? Hapa sasa tutoje Utakuja kuamini kwamba wengi wamejaziwa mzunguko wa siku ishirini na nane. Inawezekana wewe kama mtumishi wa afya pia. Kama angalia zile kadi ambazo wamama wanafika clinic, alafu niambie mizunguko ambayo imejaza pale asilimia kubwa ni ipi? Utakuja kugundua ni siku ishirini na nane ambazo kitu ambacho ni cha uongo kabisa. Sasa, dhana ambayo najengeka kwa mwanamke mjazia siku ishirini na nane pale ambapo ataamini kwamba mimi nina mzunguko wa siku ishirini na nane kwa sababu daktari amenambia mimi nina mzunguko wa siku ishirini na nane sasa anapotamani kushika ujauzito au anapotamani kukwepa ujauzito, amekuwa akitumia mzunguko huu wa siku 28 kuweza kujichambua mwenyewe, ni kitu ambacho kinaweza kumpelekea shida kwa sababu kumbe ana mzunguko wa siku wa siku bena mbili, halafu mwisho wa siku anatamani kupata ujauzito au kuweza kushiriki tendo la ndoa kwa wakati na kuweza kupata ujauzito, halafu ayuta atumia mzunguko wa siku wa siku 28, ambacho kitu ambacho sio kweli kabisa. kwa hiyo lazima tujaze kitu ambacho kitakuwa sahihi. Kama hawezi ku, kuweza kukadiria, ni vema basi ukamwoji vizuri tu mama, at least ukambadilisha ukambadilishia e badala kuweka siku 24, kwa sababu atakadiria, alafu mwisho wa siku atachanganyikiwa. Lakini vizuri ukam ukamuiza vizuri na kuweza kupata data ambazo zitakuwa sahihi kabisa. Lakini kwa hiyo mambo ambayo nanisikiza sasa hivi, ili kuweza ujaziwa taarifa zako muhimu au taarifa ku... kwa usahihi zaidi ni vyema ukazingatia mzunguko wako kwa kuanza kuhesabu miezi mitatu nyuma, ili kuweza kuhakikisha unakuwa salama, na hapo utaanza kuchora kwenye daftari lako au kwenye simu yako au kama utakuwa na kalenda, utakuwa unazungusha kwamba mimi leo nimeingia, hizi ni tarehe fulani mpaka tarehe fulani, utahesabu, utakuja kupata mzunguko hii. Itakuwa rahisi hata unapoenda kliniki, unapojikuta umepata ujauzito utakuwa na taarifa ambazo unaweza kujaziwa ambazo zipo sahihi na unaweza ukazitumia taarifa hizo kuweza kupata ujauzito mwingine, au kuweza kukopa ujauzito mwingine. Lakini wewe ambapo utakuwa umejaziwa taarifa ya siku 28 na haujui mzunguko wako, basi usitumie siku 28. Ni vyema ukasoma mwili wako na kuhakikisha unakuwa sawa samu, sababu mwisho wa siku kinachoendelea katika mwili wako ndicho ambacho ikitolengana nje, na kama utatumia mzunguko wa siku 28 nafikiri na, na wengi wamekuwa wakiingia sala na kupata matokeo ambayo sio yale ambayo natarajia. Ni zuri ukaendelea ku like, ku share na ku subscribe na kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya elimu au mzunguko wa mwanamke wa mwili wako. Haukosei pale ambapo unakuwa na siku 28 au ambapo unakuwa umezidi siku 28, lakini unachotakiwa ukifanya ni kuelewa na si kupima mzunguko wako kwa, kwa kuweza ku <coughs> kulinganisha na mzunguko wa mtu mwingine. Kama mwingine ana mzunguko na na na kwa siku 28 na wewe basi unafanya maamuzi kwamba nawe namzunguko unamzunguka kwa, kwa siku 28, kitu ambacho hakihitajiki na si kupima kwa mzunguko wa mtu mwingine. Na mambo ya msingi kabisa ni wewe kuweza kufanya utafiti wako mwenyewe kwa muda usiopungua miezi tatu mpaka miezi sita kuhakikisha unaelewa mzunguko wako, na hapo ndio utakupa guide ya kuweza kujaza katika kadi yako ya clinic. Lakini kuvaa mzunguko wako ni wa siku ngapi, usisahau ku share, ku like na ku subscribe ili kupata maarifa yako kwa kina zaidi, ikiwa ni darasa thelathini na mbili. Kuna madarasa mengine mengi zaidi yanakuja. Asanteni na mpaka wakati mwingine.